Natumaini kuwa haujambo na ni mzima wa afya. Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa ni mzima. Sasa leo nina mti wa mvuje. Kama unaufahamu mti wa mvuje, basi itakuwa ni vizuri zaidi, lakini kama haufahamu, basi huu ndio mti wa wa mvuje mvuje, na mti huu wa mvuje una faida kubwa sana katika upande wa tiba. Sasa nisikilize vizuri, kwa sababu mti huu ni tiba nzuri sana, hasa kwa watoto wenye wenye tatizo la degedege pamoja dege, na kifafa. Kama una matatizo ya kifafa ama kama mtoto wako ana tatizo la degedege dege, basi una uwezo kutumia mti huu na maradhi yake yakaisha moja kwa moja kabisa, ukamaliza matatizo yanayomsumbua kwa muda mrefu. Mti huu eh, tunaufahamu sana na jinsi ya kuweza kutumia kwa wale wenye matatizo ya kifafa pamoja na matatizo ya degedege dege. Kama una mgonjwa wako ana matatizo ya kifafa basi chukua huu mti eh, majani yake ama mizizi yake Eh, basi utajitwanga kwa muda mrefu, lakini pia utachanganya na mafuta ya nazi. Utakuwa una mpaka mtoto mwenye tatizo la kifafa, ambapo anakuwa anaanguka sana mara kwa mara, au anaanguka kila wiki, au anaanguka kila mwezi, basi tumia mti huu kwa ajili ya kuweza kutibu tatizo lake la kifafa eh, pindi linapokumtokea ama kama alijaanza kutokea, lakini unajua ana dalili za kuweza kuanza kuanguka, basi tumia mti huu wa mvuje majani yake ama mizizi yake utaisaga kisha utachanganya na mafuta ya nazi eh, utakuwa unampaka kila siku kwa muda wa siku 21 mpaka siku ishirini na nane. Hapo utakuwa umetibu kifafa na kuweza kumaliza changamoto yake ya kifafa inayomsumbua kwa muda mrefu. Na kwa wale wenye matatizo ya degedege, mtoto dege, ana tatizo la degedege limemwanza eh, ama ndo tayari limeshamtokea kwa muda mrefu basi chukua eh, majani ya mti huu kisha pamoja na miti yake hii utakatakata, kisha utachemsha. Baada ya kuchemsha, mpe anywe kikombe cha mililita mia asubuhi, e, na glasi ya mililita mia jioni kila siku kwa muda wa siku 28, hapo tutakuwa tumetibu tatizo la degedege degi, degi. E, mtoto wako ana maumivu makali ya mwili, anakuwa anachemka sana na homa za mara kwa mara, hasa nyakati za usiku, basi mti huu uh, unaweza kutibu na kuweza kumaliza hizo homa za mara kwa mara zinazoweza kumsumbua mtoto wako. Eh, aweze kutumia na aweze kumaliza changamoto zinazoweza kumsumbua. Popote utakapoona mti huu wa mvuje, basi ujue ni tiba nzuri, tena tiba nzuri sana kwa ajili ya kuweza kutibu maradhi ya kifafa pamoja na degedege. Mimi ni mtaalamu ambaye ninakushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Kama unahitaji dawa zilizoandaliwa tayari, zipo tayari, zimeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kutumia, basi unaweza kanitafuta. Dawa zipo tayari, zimeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kutumia. Popote pale ulipo, unaweza kupatiwa dawa ama Unaweza kapiga simu niweze kukurekeza, mimi ni mtaalamu ninaye kushauri kila siku swala la tiba, eh, namba zangu za simu jumlisha 255, 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakujibu vizuri, tena ipasavyo kabisa. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana, huu ndio mti wa mvuje, na nadhani mmefahamu faida ya mti huu wa mvuje. Niwatakie kila la heri, ndugu zangu.